Amen. Amen. Amen. Barikiwa sana mtumishi wa Mungu asubuhi hii ya leo, asante kwa huduma yako mwenyekiti, Dada Flora Makoba tunakushukuru, asante kwa huduma yako. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, asubuhi njema hii ya leo, tunakuja tena mbele zako jinsi tulivyo. Asante kwa vipawa na uhai uliotupatia asubuhi ya leo. Tunakutamani kujifunza neno lako. Sema nasi Bwana, katika jina lako Yesu Amen. Ni kualike kwa namna ya pekee tena siku hii ya leo, mwana wa Mungu, katika mfululizo wa maombi yetu. Jana tulikuwa na mada ambayo ilijengeka katika Mathayo sura ya ishirini na nne aya ya kumi na tano iliyoongelea chukizo la uharibifu linaposimama mahali pake, na somaye na afahamu. Tumekuwa na mada kubwa juma zima, na yanayosema yanayojiri katika Mathayo sura ile ya ishirini na nne leo ni kualike kwa namna ya pekee tena katika tafakari iliyojengeka katika kitabu cha Mathayo, injili ya Mathayo sura ya ishirini na nne aya ile ya thelathini na tano aya ile ya thelathini na tano thelathini na nne thelathini na tano Yesu akaamini nawaambia, kizazi hiki hakitapita, hata hayo yote yatakapotimia tano, mbingu na, na nchi zitapita lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Leo tutakuwa na mada ndogo inayosema neno lake masaa 24, 7, in Matthew 24. His word, neno lake, e, tutafakari katika neno lake. Ule mstari wa 34 Yesu aliwaambia e, kwamba yale aliyowaeleza katika unabii au matukio katika Mathayo sura ishirini na nne aliwahakikishia kizazi chake ya kwamba hakika hayatapita kabla mjayaona. Wengi huwa wanajiuliza ni mambo gani Yesu alisema hayatapita kamwe katika kizazi chake, mengi ambayo Yesu aliyasema akiwa na wanafunzi wake walipotaka kujua nini dalili ya nyakati za kurudi kwake. Wengi walifikiri Yesu alimaanisha kizazi chake kitakuwepo mpaka pale anaporudi mara ya pili na kila mtu huelewa kwa namna yake, lakini Yesu alionyesha msingi wa yale aliyowaambia. Matukio ya siku za mwisho mengine yatatimia, hasa yale yaliyonenwa na nabii Danieli aliyoyaona kabla ya Yesu Kristo, na Yesu Kristo anayewekea muhuri anasema, haya hayatapita, haya, haya, haya, haya mpaka kizazi hiki yayaone. Yalianza kutimia mwaka wa 66 AD pale majeshi ya Rumi yalipozingira Yerusalemu na kisha yakaondoka yakarudi mwaka sabini walipoona uharibifu mkubwa na ukengeufu ukitokea katika kizazi chao, baada ya miaka sabini Yesu baada ya kufanya utume wake miaka kwanzia mwaka ishirini na saba AD alipobatizwa, na habari njema ni kwamba mwaka ishirini na saba kuna miaka elfu mbili tangia Yesu abatizwe. Naam, Tangia wakati Yesu amebatizwa mpaka mwaka na miaka mitatu na nusu waliofanya huduma yake na kisha kufa kwenda mbinguni, wanafunzi wake waliobaki wengi wakiwa bado mpaka ule mwaka sabini, ni wachache tu walikuwa wameshakufa, lakini walio wengi waliishi mpaka karne ya kwanza. Wanafunzi wa mwisho Yohana aliishi akadirika mpaka mwaka mia moja AD au mwaka tisini baada ya Kristo. Kwa hiyo waliyaona mengi aliyoyatabiri kwa kizazi chake, namna hata kizazi chetu mengi anayasema ya kwamba tutayaona katika kizazi chetu leo. Naomba nijikite katika neno lake, his word, katika neno lake. Wapendwa, neno la Mungu linadumu li milele na milele nasimama milele na milele. Yesu anafika mahali fulani, anawaelekeza wanafunzi wake, miongoni mwa mambo ya kuyazingatia. Ingawa wanataka kujua dalili, ishara na nyakati, anawasisitiza juu ya neno lake. Ya kwamba yote ya muda kitambo, yatapita, uzuri utapita, fahari zitapita, falme zitapita, lakini neno lake litadumu milele na milele. Neno lake litakuwa la milele na milele. So Yesu anawaelekeza katika neno lake, nami asubuhi ya leo hebu tutafakari katika neno lake. E, kila e, neno la Mungu limejijengeka, aspekti ya neno la Mungu limejengeka katika mtu ambaye ni Yesu Kristo, kazi zake Yesu Kristo, Mw, mwanadamu aliyefanyika mwili, anasema the incarnate eh. Mungu alifanyika mwili. Yesu anaelekeza watu wamtazame kwa namna isiyokuwa ya kawaida, kwa sababu yeye ndiye msingi wa neno la Mungu. Yeye ndiye anayemfunua Baba, yeye ndiye anayedhihirisha kazi za Baba, yeye ndiye mwana wa Mungu, na hili linadhihirika wazi katika kitabu kile cha Ufunuo wa Yohana. Ufunuo wa Yohana ile sura ya kwanza aya ya kwanza wale wasomi wa Maandiko, Yesu anasema waziwazi wazi. Mungu anamtambulisha Yesu, ilikuwa ni introduction nzuri sana. Ufunuo wa Yesu Kristo alilopewa na Mungu awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwako upesi, naye akayatuma kwa mkono wa confesi, malaika wamwonyesha mtumwa wake Yohana aliyelishuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo, yaani mambo yote aliyoyaona kwa hiyo Biblia wapendwa, yote hii kwanzia mwanzo hadi mwisho imejaa neno la Mungu ambalo Yesu alisema ni rahisi yote yakapita, lakini nukta wala yodi ya torati haiwezi kupita neno mm -hmm. lake linasimama milele. Mungu anamfunua Yesu Kristo, analeta ufunuo wa Mungu na umusu Yesu Kristo kwa kwa mkono wa malaika ili amuonyeshe Yohana na Yohana atuandikie sisi watumwa wake mambo ambayo hayana budi upasi, upesi kuweko. Unabii wote unamhusu Yesu Kristo, injili inamhusu Yesu Kristo, sheria yote na ilionyeshwa Yesu. Anasema nilikuja kutimiliza ile sheria, alithibitisha sio kuiondoa kwa ukamilifu wake. Uh, Yesu ni neno la Mungu, alifanyika, alifanyika he was made the, the likeness of mortal man. Ni kama alikuwa ni mwanadamu ambaye anaweza aka, aka, aka, uh, mortal man. Ni mtu anayekufa. Yeye ndiye aliyesurubishwa, yeye ndiye aliyefufuka, yeye ndiye aliyepaa kwenda mbinguni, na yeye ndiye aliyetukuzwa na Mungu na ameketi upande wa kuume wa Mungu, ambaye kwa wakati wake alidhihirishwa katika mwili ili kwamba tumwamini yeye hakutakuwa na wokovu kando ya Yesu Kristo, ili wale watakaomwamini wasipotee, bali wawe na uzima wa milele. Yesu katika huduma yake hapo awali alisema ya kwamba neno lake halitatanguka nukta, wala yodi halitatanguka, mpaka yote yaweze kutimizwa. Yesu Kristo alikuja kutimiliza neno la Mungu na kazi za Mungu. Yeye ndiye timilifu la unabii. Neno la Mungu pia hutuambia kwamba mbingu na nchi ni rahisi sana vipotee, lakini yeye anadumu milele na milele. Wapendwa, wanadamu mdhambi, kifo, Yesu alidhibitisha ya kwamba yote hayo yeye aliyashinda na atayashinda dhambi na wadhambi watakomeshwa, na yote yatafanyika mapya. Yesu alisema hakutakuwa na maumivu tena, hakutakuwa na masumbufu tena, hakutakuwa na maradhi tena, hakutakuwa na vita tena. Na atafanya nchi mpya na mbingu mpya. Yesu anawaeleza wanafunzi wake ya kwamba amini na waambieni, kizazi hiki hakitapita Yesu anawaambia, mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Asubuhi ya leo ninakutia shime mwana wa Mungu, ujue ya kwamba yote tuliyo nayo. Kazi siku moja tutastaafu, vijana siku moja watazeeka, majumba mazuri fasheni zake zitapita, miji mikongwe itabaki ukiwa, majiji mazuri yatabaki ukiwa mambo yanabadilika, yanakwenda kasi, lakini neno la Mungu halitashuka thamani wala kubadilishwa. Yesu anawaambia wanafunzi wake, miongoni mwa mambo ya msingi ni kununua dhahabu safi kwa Yesu, kununua neno lake. Sasa Biblia ina ahadi zaidi ya elfu tatu zinazoongelea eh, ahadi elfu tatu Mungu amezitoa, zaidi ya ahadi elfu tatu Mungu amezitoa kwa wanadamu ni kitabu cha kutumainiwa katika nyakati zote, na Yesu anatuita katika kipindi hiki tuwe ni watu wa Maandiko. Nitasema baadhi ya neno lake, baadhi ya ahadi zake asubuhi hii ya leo, ahadi zake chache katika maandiko e, asubuhi ya leo, hebu sikia neno la Mungu. Yesu anasema ya kwamba yeye ndiye uwepo wake na nguvu zake kwetu, choma katika Isaya nabii Isaya ile sura ya arobaini na moja na ule mstari wa kumi neno la Mungu linakutia shime sana, arobaini na moja kumi Yesu anadhibitisha ya kwamba, usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe, usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia, naam, nitakushika mkono wa kuume wa haki yangu. Yesu aliwadhibitishia wanafunzi wake, si zama za mateso, sio wakati wa njaa, sio wakati wa kuugua, sio wakati wa hari, yeye yuko nawe. Sikiza mpendo asubuhi ya leo, sijui unapitia changamoto gani katika kazi yako, katika maisha yako, lakini tambua, jua hili uwepo wa Mungu na nguvu zake ziko pamoja nawe, na hilo ni jambo la msingi sana katika maisha haya. Ni changamoto nyingi, it's better to know kwamba Mungu yuko pamoja nawe, you know that mambo e, ya kutokumbukumbu la Kumbukumbu la Torati ile sura ya thelathini na moja mstari wa nane. Pia kuna neno ambalo Yesu analisema anatia shime, naye Bwana yeye ndiye atakayekutangulia atakuwa pamoja nawe hata kupungukia wala kukuacha, usiogope wala usifadhaike Asante sana dada Makoba kwa wimbo leo. Tunjua malizika muda sio mrefu. Nasema usiogope wala usifadhaike, yeye Bwana ndiye atakaye kutangulia. Mpendwa, katika biashara yako, wewe dai ahadi hii, omba Mungu akutangulie katika ndoa yako, katika familia yako, katika kazi zako, katika shughuli zako, atangulie mbele ya adui zako, atangulie, omba, dai ahadi zake, maana nasema his world is everlasting, neno lake halitapita. Do not be dismayed, usiogope wala usifadhaike. Yesu, neno lake anasema yeye ndiye mpaji, is the provision and the caretaker katika maisha yetu. Matayo ile sura ya sita na ile aya ya thelathini na mbili na neno la Mungu linasema hivi, Matayo ile sura ya sita na ile aya ya thelathini na tatu Hapa kuna kanuni nzuri Yesu anatupatia nayo, yasema hivi hmm bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake na hayo yote mtazidishiwa. Hapa kanuni ni rahisi sana, first things first. Mungu anataka tumtafute yeye kwanza, haya mengine yote, wapendwa, tutazidishiwa. Tutapata chakula mezani, tutapata ulinzi wake tu Mungu atakuwa pamoja nasi, yeye asema neno lake ni la kweli mpendwa. Unapoamka kila siku katika maisha yako, anza na Bwana, dai ahadi zake. Siyo hivyo tu, Wafilipi sura ile ya nne na ile aya ya kumi na, Wafilipi sura ile ya nne aya ile ya kumi na ile ya Wafilipi, ile ya nne, aya, ya, ya tisa, neno la Mungu lina linasema maneno mazuri katika maisha yetu yetu, nne kumi na tisa, na kuna ahadi nyingine hapo Neno la Mungu linasema kwamba, na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadiri ya utajiri wake, katika utukufu, ndani ya Kristo Yesu. Mungu wetu, naam, huyu atatujazi kila tuliyohitaji wanadamu, na mahitaji mwingi. Mungu anajua unahitaji mme, Mungu anajua unahitaji watoto, Mungu anajua unahitaji mahali pa kujistiri. Dai ya ahadi za Mungu. Anasema neno lake halitapita kamwe. Mungu si muongo. Sijui napitia jambo gani asubuhi ya, ya leo, lakini tafadhali dai ya ahadi za Mungu. Jambo la tatu ambalo Yesu ushahidi asubuhi ya, ya leo, Mungu ameahidi kupatia amani na ulinzi, peace and protection. Isaya ile sura ya ishirini na sita na mstari ule wa tatu, neno la Mungu lina habari njema kwetu. Isaya sura ile tatu na mstari ule wa ishirini na sita. Isaya na ule mstari wa tatu, neno la Mungu lina habari njema kwetu mm, utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea katika amani kamilifu, kwa kuwa anakutumaini. Kuna watu wanatishiwa maisha katika ulimwengu huu, wanafanyiwa visivyofaa na ndugu zao, ukatili. Yeye Mungu atakulinda asubuhi hii ya leo. Wafilipi nne kumi na tisa, yeye atakupatia kila lilo hitaji lako mpendwa. Mungu wetu ni kimbilio letu, yeye ndiye wokovu wetu. Tumiza Yohana ile sura, Yohana Injili sura ile ya kumi aya ya ishirini na nane. Sema, ngoja nikusomee mafungu mengi mengi kidogo, kwa sababu napofika sehemu ya neno lake, nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakayewa pokonya katika mikono yangu. Yesu anatoa ahadi za ulinzi na uokovu. Uokovu wetu na uzima wa milele unapatikana kwake. Ukimchagua Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, anasema hakuna atakayeweza kupokonya mikononi mwake. Asubuhi ya leo, liamini neno la Mungu, anasema neno lake la dumu milele, katika kitabu kile cha waraka wa kwanza wa yohana neno la mungu limesema waraka wa kwanza wa yohana sura ile ya pili na aya ya ishirini na tano kuna ahadi ya mungu nzuri na hii ndiyo ahadi aliyotuahidi ya yaani uzima wa milele mungu ametuahidi uzima wa milele tuna nini tuna matumbo yanayovuruga yanauma vifua vi vinavyobana tuna, tuna matumbo ya kuharisha tuna miguu inayotopeka katika dhambi yeye anaahidi kutupatia maisha ya milele. Mungu ni mwaminifu, Mungu ni mwaminifu kwetu. Soma kitabu kile cha Wakorintho wa Pili, nam, ile sura ya kwanza mstari wa ishirini neno la Mungu lina maneno haya asubuhi hii ya leo: maana ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye ni ndiyo, tena kwa hiyo katika yeye ni amina, Mungu apate kukuzwa kwa sisi. Wapendwa, asubuhi ya leo kuna ahadi nyingi ambazo Mungu ametupatia. Swali dogo tunapomaliza asubuhi ya leo, who are you? Wewe ni nani? Wewe ni swali maarufu limefrendi sana katika kipindi hiki, swali rahisi ukulizwa, who are you? Wewe ni mwana wa Mungu. Mungu alikupenda upeo. Sasa, who is Jesus? Mungu Yesu ni nani? kule mwanzo Yesu, who is Jesus? huyu anayesema ya kwamba amekualika asubuhi ya leo tuliangalie neno lake neno lake halitapita kamwe wengi wametoa matamko mengi lakini ne? yesu anasema yeye ni nani ukiuliza kule mwanzo utaambiwa yesu ni nani yeye ndiye zao la mwanamke seed of woman mwanzo tatu aya ya kumi na tano yeye ni ni, ni, ni uzao wa mwanamke yeye ndiye mesia yeye ndiyo masii aliyetoka katika uzao wa Abraham, Isaka na Yakobo. Kisoma Mwanzo kumi na mbili aya tatu. Yeye ndiye maisha yaliyodhihirishwa katika Yusufu, katika maisha ya Yusufu. Yesu Kristo ndiye aliyekataliwa, the rejected brother. Ukisoma katika Mwanzo sura thelathini na saba Yesu ni nani? Kule Mwanzo anafahamika kama aliyekataliwa. Naam, yeye ni zao la mwanamke. Kule Kutoka utaambiwa ukiwauliza kinamsa wakati ule watakwambia yeye ni malaika wa Bwana, the the angel of the lord. Kutoka tatu, ile aya ya pili. Ukiuliza watu wakutoka, wa kutoka watakwambia Waisraeli ya kwamba yeye ni mkate na mana iliyoshuka kutoka mbinguni. Ukiwauliza katika kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati, yeye ye ni moto ulao, he is the consuming fire. Yoshua atakwambia kwamba Yesu ni kamanda wa vita wa jeshi la mbinguni. Ayubu atakwambia yeye ni mwombezi wangu ni, ni mpatanishi wangu. Isaya atakwambia yeye ni mtakatifu mtakatifu, the holy one, mtakatifu wa wa mbinguni. Ukimuuliza Danieli atakwambia yeye ni lile jiwe ambalo litakuja kupiga mataifa yote itakaloangusha falme zote na kujaza ulimwengu wote. Ukimuuliza Mathayo atakwambia Yesu ni nani, mwana wa Mungu mwana, wa, mwana, wa, mwana, wa, mwana. Adam, son of man e, yeye atakwambia ni mwana wa Adam, lakini Marko atakwambia Yesu ni bwana wa Sabato. Luka atakwambia Yesu ni mwana wa Mungu mwana wa Daudi. Yohana atakwambia Yesu ndiye nuru ya ulimwengu, alikuja ulimwenguni na watu wakapenda giza kuliko kupenda nuru. Mitume watakwambia yeye ni Mnazarayo. Waibrania watakwambia mrithi wa mambo yote, na kitabu cha Ufunuo kitakwambia ni mwaminifu, mfalme wa wafalme. Yeye ni Alfa na Omega, Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme, nyota njema ya asubuhi, the bright morning star, yaani Yesu Kristo Mungu wetu mkuu. Asubuhi ya leo wapendwa, Yesu anataka tumtegemee, tumwamini, tuliamini neno lake. Kama kuna kitu cha thamani katika maisha yetu ni neno la Mungu, ni Biblia. Mungu atubariki asubuhi hii ya leo. Baba, tunakushukuru asubuhi njema hii ya leo kwa kuwa pamoja nasi. Tusaidie Yesu, tukutegemee, tukuamini na neno lako, katika Kristo bwana wetu Yesu, amen.